hivi ushawahi kujua kuwa mfalme wa filamu kutokea nchini india srk King of Bollywood Sharukh Khan kuwa alishawahi kuwa mtumiaji na mraibu mkubwa wa kilevi aina ya sigareti kiasi ya kwamba ilimlazimu mpaka kwa siku moja kuvuta mpaka sigara 100 embu ngoja leo ni kufumbue mdau wangu mnamo miaka 1980 Sharukh Khan alikuwa kijana mdogo sana mwenye ndoto kubwa, akijua ndani ya moyo wake kuwa ipo siku atakuwa nyota mkubwa wa filamu, lakini maisha yakuwa rahisi kwa upande wake. Shule, marafiki, mitihani na shauku ya kutaka kuonyesha kipaji chake vilianza kumpa stresi ndogo ndogo, kiasi ya kwamba akaanza mdogo mdogo na tabia ya kuanza kuvuta sigara na mwanzoni alisema alikuwa anajisikia mwepesi na yupo kulu pindi anapovuta sigara, pia hujihisi mwenye nguvu na confidence iliyokithiri pindi anapovuta sigara. Lakini kadri siku zilivyopita, moshi mdogo lianza kumfuata kila mahali. Kila sigara aliyovuta ilikuwa hatua ya mwanzo wa mapambano ya maisha miaka kama ishirini mbele. Sharukani alikuwa nyota maarufu sana, na kamera zilikuwa zinakamata kila moshi aliyokuwa anautoa kwenye kinywa chake. Sharukani alikabiriana na mvuto mkali wa moshi, na mara nyingi alijisikia kama moshi ni rafiki yake wa karibu. Pia ujihisi mwenye nguvu na confidence iliyokithiri pindi anapovuta sigara, lakini kadri siku zilivyopita moshi mdogo ulianza kumfuata kila mahali. Kila sigara aliyovuta ilikuwa hatua ya mwanzo wa mapambano ya maisha. Miaka kama ishirini mbele, Sharukani alikuwa nyota maarufu sana, na kamera zilikuwa zinakamata kila moshi aliyokuwa anautoa kwenye kinywa chake. Sharukani alikabiriana na mvuto mkali wa moshi, na mara nyingi alijisikia kama moshi ni rafiki yake wa karibu na unamfanya ajisikie na nguvu na kumpa ujasiri kabla ya siku kubwa. Na mara nyingine alitumia kahawa nyeusi kama mbadala wa sigara, mara nyingine akaacha kunywa maji hata kwa masaa kadhaa. Alishawahi kusema Sharukh Khan, kama siku sigara au kahawa nyeusi nikivikosa, basi nilihisi kuna kitu kikubwa kama kimekosekana kwenye mwili wangu na hata moyo wangu hupumua kwa shida, na siku nzima huwa ni bad day for me. Kama nyota wa filamu na mtu maarufu, Sharukani alikabiriana na ratiba ndefu, sinema nzima, sinema fupi fupi, na mashabiki walikuwa wanasubiri kwa hamu kuona kipaji chake. Hii ilimrazimisha kuvuta mara nyingi ili kupunguza presha, jambo ambalo lilifanya uvutaji kuwa tabia isiyoweza kuondoka kwa Sharukani. Mara nyingi baada ya kutoka katika seti ya filamu, aliketi peke yake akishika sigara na kusema, hii ndiyo nguvu ya kuishi kwenye dunia ya umma, bila moshi si mimi. Lakini kadri siku uvutaji ulivyozidi, mwili wake ulianza kuonyesha dalili, punzi chache, uchovu, shinikizo la moyo na hata kuharibu sauti zake za maigizo. Mara nyingine alianza kuhisi hofu. Kumbe, kila sigara aliyokuwa anavuta ilikuwa ni adui wa mwili wake. Hii ilikuwa changamoto ya kweli ya kimwili na akili. Sharukani alikuwa nyota anayekuzwa duniani kote, paparazi walimfuata kila kona ya Mumbai, mashabiki walimpenda na kumfuata kwa ujasiri, hata kuvuta sigara kwenye matukio ya hadharani. Kulikuwa na shinikizo paini, kejeli na maoni hasi ya mashabiki hii ilimfanya ajisikie vibaya, licha ya kuwa alitaka uhuru wake kama watu wengine, lakini ilikuwa ni ngumu. Alipata shinikizo la umma. Mara moja kwenye mechi ya IPL, alikamatwa na polisi kwa kosa la kuvuta hadharani na aliripishwa faini ya rupia mia moja. Hapo akajua moshi sio rafiki yake, bali ni adui anayemuumiza kidogo kidogo. Na kila mala alipojaribu kuacha, alikabiriana na migongano ya ndani, hofu ya kushindwa, hisia za upweke na uoga wa kupoteza sehemu ya kitambulisho chake. Mara nyingine alijaribu kuchukua chai au kahawa baada ya sigara, lakini mara nyingine moyo wake ulikimbiria kwenye moshi. Alishawahi kusema Sharukh Khan, najisikia kama sina nguvu, lakini kila jaribio la kuacha lilikuwa hatua kuelekea ushindi mara nyingine nilikoma kuamini kuwa ninaweza. Sharukani alikuwa akivuta kwa miongo kadhaa, karibu miaka thelathini au zaidi. Kuacha baada ya miaka hiyo yote ilihitaji nguvu ya kweli ya akili, moyo na hekima. Mara nyingi alijisikia kwamba hawezi kuishi bila sigara, lakini alijua kuwa familia yake, afya yake na maisha yake ya baadaye yalihitaji uamuzi thabiti. Mara nyingi alijisemea, sina nafasi ya kushinda, lakini familia yangu, ndoto zangu na mashabiki wangu walinisaidia kuanza upya. Na hapo Sharukani alianza kuona uhuru ni thamani zaidi ya umaarufu. Mara nyingine alishika picha ya familia yake, kuitazama, akihisi hamu ya kuvuta sigara na kujisemea kimoyomoyo, sigara siyo rafiki bali ni adui yangu mkubwa zaidi. Na hatimaye ilipofika Novemba 2, 2024, katika sherehe ya kuzaliwa kwake, Sharukani akiwa anatimiza miaka 59, kamera, mashabiki na marafiki wote walikusanyika kumtakia heri ya kuzaliwa. Sharukani basi alisimama katikati ya jukwaa akitabasamu kwa utulivu wa ndani na nguvu ya kuamua. Kwa sauti thabiti alisema sasa sivuti tena sigara, jamani, nimeamua kuacha na kuishi maisha yangu. Basi mashabiki walisimama na kumpigia makofi pamoja na familia yake na kumkumbatia. Sharukani alijihisi kuwa huru kwa mara ya kwanza, na kila pumzi safi aliyopumua ilikuwa ni ushindi, ushindi wa moyo, mwili pamoja na ndoto yake kwa ujumla. Na sasa ni mfano wa kuishi bila amoshi moshi, kwa hekima na usubutu. Hadisi yake inatufundisha kuwa haijalishi umri wako, haijalishi tabia mbaya iliyokuwepo kwa miongo mingi, daima na kuna nafasi ya kuanza upya. Sharukani aliishi maisha yake kwa ndoto, kupambana, kushindwa mara kadhaa, lakini hatimaye kushinda, kutoka kuwa mvutaji mzito hadi kuwa mfano wa kuishi bila moshi. Bwana, usisahau kusubscribe channel chaneli yetu chao.